Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Sasa mjadala na wa leo ni mzito na wahisia tele kwa wengi wetu, ikiwemo mimi mwenyewe. Tuko hapa kuzungumzia haki au ukosefu wake kwa wakenya walio katika mazingira magumu zaidi. Na kifo cha hivi majuzi cha Albert Ojwang akiwa mikononi mwa polisi na maswali yanayoendelea kuhusu tukio hilo, kimezua masikitiko na hasira kote nchini. Lakini kwa familia nyingi, huu si uchungu mpya. Tumeandamana leo na watu wanaoubeba uchungu huo kila siku, watu wanaopigania ukweli, haki na mabadiliko. Huu si mjadala wa kawaida bali ni jukwaa la kusikiliza, kujifunza na kujiuliza ni aina gani ya huduma ya polisi na mfumo wa haki ambao Wakenya wanastahili. Kazi yangu mchana wa leo ni kuongoza mazungumzo haya kwa huruma na haki. Hivyo basi, hebu tuanze, si kwa taarifa pekee, bali kwa kuangazia binadamu walioko nyuma ya taarifa hizo. Na hapa studio ni wageni wetu hii leo ni Hussein Khalid ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa Vocal Africa, bila shaka umemwona mara kwa mara akitetea haki za binadamu, pamoja na mwenzake ambaye ni Kawive Wambua, afisa mkuu mtendaji wa Inuka Kenya ni sisi. Pia tuko naye Caroline Mutisia ambaye ni mamake Erickson Mutisya mmoja wa vijana ambao waliuawa mwaka jana Juni tarehe 25, nje ya bunge la Kenya na pia tuko naye Valerie Mutai ambaye ni kiongozi wa wanafunzi. Asanteni sana kwa kuungana nasi hii leo, na nianze na Caroline, mamake Erickson, safari yako kuanzia mwaka jana ya kutafuta haki kwaje? Safari yangu kama mimi mama Herik, isha kuwa ngumu sana kwetu nyumbani. Tumesha tafuta haki kila mahali, lakini hata tukienda mahali huwa hatupewi justice kama tulivyoahidi kutoka mwanzo. Tulikuwa tunafikiria tutapewa justice, lakini justice imekosekana mm -hmm. kila mahali mm -hmm. Eh, mulianzia wapi, wakati ambapo uliarifiwa kwamba Erickson amepigwa risasi mm -hmm. na amefariki mm -hmm. ni wapi mulianzia na mlipokelewa kivipi? tulianzia tuli haipoa, tukaenda tukarekodi statement, mi na babake Herick Herik mm. tukarekodi kila kitu. Kutoka hapo tuli, kutoka hapo tulienda tuliingia kwa Helsk still hapo tukarekodi statement tena Machakos. Sasa tulikuwa tunatarajia kama tunaweza rekodi kwa hamnest eh, ili waweze push aipoa <coughs> <Na, coughs> kama mmoja wa wanaharakati wa kutetea haki za binadamu mm. tumewaona mkiandamana na wengine kama mama Eric mm. kwenye mazishi na pia kutafuta haki Naam. tueleze hivi visa tunaona kisa kimoja hapa kisa kimoja pale hiyo safari ya kutafuta haki inakaaje Naam. <clears throat> asante mashirima <coughs> na labda tu nianze kwa kusema kwamba hivi visa ni vingi wala si vichache, vinatokea hapa na pale. Mwaka jana kama tunavyojua, zaidi ya vile ambavyo tumeweza kuthibitisha ni vifo visivyopungua sitini na tano, akiwemo uh, Erickson, ambaye ni mmoja ya wale tisa walipigwa risasi tarehe ishirini na tano nje ya bunge, na, na mtoto wake ndio yule alikuwa amevalia ile overall nyeupe uh, na akapigwa risasi, kisha wenzake wakamfinika na bendera, wakambeba wakamfikisha hadi Eh, makafani ya City. Eh, Mama Erikson alikuwa hapo siku ya pili pamoja na familia yake wakilia ndo kwa sababu wao ndio walikwenda kumtambua kwamba kweli huyu ni mtoto wao. Na tangu hapo safari ya kupigania haki ilianza. Um, kama alivyoelezea tuliweza kushikana pamoja tukafika hadi aipoa eh, pamoja na familia zingine tukapiga ripoti, wakaandikisha statement, um, tulikuwa na mawakili wa Law Society of Kenya. Tukajaribu, baada ya wiki kadhaa, tukaingia barabarani ili kuadhimisha, ili kutaka kuelezea yale ambayo yametokea. La kushangaza ni kwamba wazazi walishikwa kwa sababu ya kutaka haki kwa watoto wao, na tukaendelea hivyo hivyo. Tumeandika kwa vitengo vya kimataifa, tumeandika barua kwa uh, inaitwa internal affairs unit, ambayo ni ya polisi ya hapa Kenya, na tumejaribu mara nyingi, lakini ukiangalia kote huko hivi sasa pale tulipofikia, huu ni mwezi wa tano. Eh, vifo ambavyo vimetokea na nguvu za polisi hadi hivi sasa ambazo sisi tuko nazo ni vifo visivyopungua ishirini na sita mwaka, kuma, mwaka huu, kumaanisha kila kukicha bado mambo yanaendelea kuwa mabaya bado, eh, bado mambo yanaendelea kuharibika kwa hivyo tunasema kwamba hii nchi lazima tuweze kuleta mabadiliko. E, mtu anakufaje katika mikono ya polisi? Mm-hmm. katika seli za, za, tena si mikono ya polisi tu ndani ya kituo cha polisi. Mm-hmm. Leo watu wanapoteza maisha yao hapo na inathibitika kwamba ni elfu mbili tu elfu mbili polisi wanatoa ili kutoa uhai wa mtu. Hii sio nchi ambayo Mm -hmm. Uh, Kawive, ukisikiza haya mambo ambayo pia wewe huwa unayafuatilia, mm -hmm. ni kwamba changamoto iko wapi katika idara ya polisi? Ni kwamba hatuna polisi walio na utu? Ni kwamba hawaelewi sheria ama kuna watu ambao wanajiona wako juu ya sheria? Nafikiri eh, changamoto uh, yetu kama nji na saaswa katika kitengo cha polisi ni kwa mambo tunaweza sema impunity kwa sababu wale wanajua kwamba hata wakifanya nini, mm, utawapeleka wapi wewe kama nani? Nilikueleza kwamba e, nchi hii kuna wenye nchi na wananchi. Sasa polisi ni baadhi ya wenye nchi, wao ni wao kusema kwa sababu ukiangalia ile, e, ile, ile nguvu polisi wanatumia unaona mtu nao kama maandamano, unaona vizuri sana ana uh, anachukua bunduki anamwelekeza kijana na anampiga risasi kumuua, risasi ya kichwa, kifua, ni kutaka kumuua mm -hmm. na kwa sababu kumuua, na kwa sababu hakuna mahali unaweza pelekwa. Juzi tumesikia kotini afisa mkuu um, wa kituo cha um, Kamukunji akisema kwamba hakuna risasi ama bunduki ambayo alikuwa amepeana kutoka kwa sesheni yake iliua mtu. Kwa hivyo sasa, au vijana ndio walijitafutia bunduki bunduki? mm -hmm. ni kwa sababu polisi ndio watenda uh, mauaji na ndio wanafanya uchunguzi na zile institution ama ile IPOA iko na nguvu ya kufanya uchunguzi na kuhakikisha kwamba wamefikishwa kotini, pia ifanyi kazi mwaka mmoja sasa, ume, umepita mwaka mmoja yeah. Na hakuna kitu, hakuna mtu mmoja, polisi mmoja aliyepelekwa kotini, ni kumaanisha nini? Mm -hmm. Wao wanaweza wana kufanya chochote kile, wanafanya tu kwa sababu hakuna institution ambayo inawafanya wa, wawajibike kama uh, watendakazi wa serikali na uh, wengine, kama hii kesi tumeona juzi ya uh, Albert wale wakubwa wa polisi eh, sijui uh, anaitwa na gat eh, na, na wengine na DCI I amin mean, ambao walihusika na hii jambo kutoka mwanzo ambao ndio kianzilishi cha eh, kukamatwa kwa... Kuka na... kuteswa na nini ndio walianza wali, lakini hakuna mmoja amewajibika yeah. Jana tunaona Lagara anasema I'll step aside, kwani polisi si yake po? Yeye yeah, yeah, ni, ni mfanyikazi, na wale watu ambao wanafaa kumchukulia hatua pia wamenyamaza, hakuna mtu. Jana janabukome aliulizwa ee, kama Lagara, akasema nini ati yeye mwenyewe akijisikia kama anaona kama hii kesi itamwingilia ndio ana you know. Sasa ukiwa na nchi ambao hakuna mtu anawajibika, ndio sababu tuko hapa na hii, hii eh, polisi yetu ama vitendo ambayo vinafanyika na polisi ni kwa sababu wanajua hakuna mahali utampeleka. Naam. Uh, Valerie, wewe kama kiongozi wa vijana vijana wanafunzi ndio tunaona wako mstari wa mbele kushinikiza kwamba utawala unapaswa kufuata sheria unapaswa kufuata uh, katiba. Je, vijana mnawezaje kujilinda huku mnapotafuta haki sio tu ya vijana bali ya taifa zima? Asante sana mheshimiwa, utaniwia radhi kidogo kwa sababu nita ntaongea kwa kimombo mara kwa mara uh, lakini kwanza kabisa ningependa kusema linanikera kuketi karibu na Mama Erikson ambaye anasema hajapata justice. Erikson alikuwa mmoja kuketi karibu na Mama Erikson ambaye anasema hajapata justice. Erikson alikuwa mmoja wetu, alikuwa mdogo tu kama mimi, na maisha yake ilikatwa fupi, na bado hatujaambiwa ni kina nani ndo alifanya hivyo na hata kama wao wenyewe wanajua hakuna kitu ambacho wamefanya. Sisi kama vijana kitu, uh, kila ambacho tunaweza fanya ili kuweza kujichunga na mambo kama hayo, uh, tunaweza kujielimisha in the processes na pia uh, tuna tunaomba mapolisi waki, wakija, kutu, uh, wakija pale maandamano waweze kutuonyesha kwamba wao ni mapolisi, wasivai maski wasifanye tu yale ambayo hatutaweza kuwajua kwamba na mapolisi. Yeah. Uh, Caroline. Yeah. Mara kwa mara panapotokea visa kama kile ambacho umepitia, kumpoteza mtoto wako mm -hmm. tunawaona wanasiasa wanakuja, wanawatembelea mm -hmm. kama jana tu uh, baba Albert Ojwang alipigiwa simu mm -hmm. na Rais William Ruto mm -hmm. akapatiwa mchango wa mazishi kumekuwa mm -hmm. na ahadi za hapa na pale kutoka kwa wanasiasa mbalimbali mm -hmm. kwa upande wako mambo kama hayo yalifanyika? Kama kwangu siku ya mazishi ndio ilifanyika hiyo mambo, juu mwenye alitusaidia alikuwa ngavana wa Machakos mm -hmm. pamoja na Kadhiani Robert Mbui. Kutoka hapo hakuna kitu imeshaifanyika mm -hmm. juu walikuja siku ya mazishi tu alafu wakatusaidia ile, ilikuwa ile maitu ya Eric, kitu kidogo tu hakuna mchango alitupea, hivi ni kusaidia tu ki ile kidogo kidogo tu mm -hmm. lakini hatukuona kitu kingine mm -hmm na baada ya hapo kuna labda shinikizo zozote ambao walijaribu ku kuwasaidia kupata haki? kutoka hapo hakuna kitu walitusaidia nacho. mm -hmm. tangu wa leo mm -hmm. hata governor hajaifika kwetu tena isipokuwa Robert Buy anajaribu kupushi hii kesi ya Eric yeye, mm -hmm. ndio anasikianga akiongea tu peke yake, mm -hmm. lakini hao MP sijui wengine hakuna mtu. mm -hmm. Mm -hmm. na wakati kama huu ambapo kuna hiki kisa cha Yeah. Ambapo unapata viongozi ambao wanakaa kwenye taasisi za serikali haswa idara za usalama yeah, wanaonekana kuwatetea maafisa wenzao yeah, inakufanya wewe uhisi vipi? Mimi nahisi vibaya juu on Friday tulikuwa Central Police Station tukitaka kuja kupeana pole kwa watoto wetu, lakini walitunyima hiyo haki. juu tulisungushwa tukasungushwa iki juhu, saa 11 ikafika na karibu niite watu wa media kila mahali watusikie juu alitusungusha hata tukatoka hapo, hapo nje nilikuwa o kupeana pole kwa watoto wetu. Tunakumbuka the first anniversary. Itakuwa on Wednesday tarehe 25, lakini wanatunyima hiyo haki na sio vizuri. Nakuja kulilia mtoto wangu. Hata leo nimepitia hapo saa hii, nikaambia mtu wa motorbike anishukishe, ndio unajua mahali Eric aliuliwa, chini ya hiyo mtu ndio nimesimama, lakini kulikuwa na askari wengi hapo karibu nikaambia mtu wa motorbike twende, nimehisi vibaya sana. mm -hmm. Eh. na unapopita sehemu kama hiyo ni nini ambacho kinakuja kwa akili yako, mahali ambapo mtoto wako aliuawa na maafisa wa polisi bado wako huru? Mm. Ninapopita pande hiyo nakumbuka yule ofisa alisema, huwa huwa anaitwa John Kaboy, kama Eliud Langat ametolewa nje hata yeye afutwe kazi, lakini Eliud bado ana ajai toka kazi, tunataka afutwe kabisa juu hii hii ni kierere, kierere yake ya kusema akae one week ili arudi tena. Hatutaki arudi, tunataka justice kwa watoto. Kama ni kufutwa, afutwe. Nilikuwa naomba huyu John Kaboy hata yes, niwe aliua herik na David Chege, hata sisi tunataka kumwona ili tupate justice yetu kwa watoto wetu kama Langati am, a, atafutwa hata John Kaboi afutwe. Hussein, mm -hmm. mm. uh, no. Wakati ambapo mnafuatilia una, haki, kizingiti kikuu huwa kinaingilia wapi? Manake sheria iko wazi, katiba Iko wazi. Mm -hmm. Na narifio kwamba, eh, kina sauti chako ki, kina, kina tatizo kidogo. Uh, kawivu nitakuliza swali hilo hilo. mm -hmm. Ni wapi haswa changamoto inaingilia? Maanake katika mataifa mengine ambapo sheria ina inaheshimika na katiba inaheshimika, uh, kwamba mtu akifanya kosa haijalishi kwamba ni rais, haijalishi kama ni mkuu wa polisi, haijalishi kama ni waziri anachukuliwa hatua kizingiti kikuu hapa Kenya ni gani katika kutekeleza sheria ipasavyo? Mimi naona uh, kizingiti kikuu kabisa ni uongozi uh, katika idara hizo za polisi na, sa, na za ujasusi. Acha nikwambie ni kwa nini rais jana baada ya Albert Ojwang kuuliwa na kuna pointers zinaonyesha kwamba wale watu wali walimuua ama walihusika ni hawa badala ya kufuata hawa watu waondoke mamlakani wafanyiwe uchunguzi ipasavyo, yeye ameenda kutoa pesa uh, milioni mbili zikazike mtoto mm -hmm. hiyo sio kazi yake. Achuali mi nafikiria na, na uh, ni tutafute pay bill, kila Mkenya wa Kenya milioni mbili tutoe shilingi kumi kumi, pay bill iko yeah, tutoe shilingi, kila Wakenya watoe pesa na hiyo pesa yake arudishiwe kwa sababu yeye the greatest gift anaweza peana kwa familia ya Albert ni kuhakikisha kwamba watu ambao wanasimamia, kwa sababu yeye ni amri jeshi mkuu, is the chief commander of both the police and the armed forces. He should ensure kwamba kumepatikana justice, si kutoa hela. Hizo pesa ametoa wapi in the first place? Watoto wetu ama uh, mtoto kama Eric na wengine ambao waliwawa wali pesa haiwezi kuwarudisha uhai. Ili tunataka ni wale ambao walihusika, wale wauaji wachukuli watu. Na rais anaweza hiyo kazi na Mukomen anaweza hiyo kazi, lakini hawataki. Kwa hivyo eh, sisi, sisi kama uh, nchi, sisi Wakenya wote tutaendelea kuteseka kama hakutakuwa kiongozi ambaye anawajibika kuhakikisha kwamba wadogo wake because watu wote wafanyikazi kazi, kuna uwezekano wawafanye makosa wewe Uh, ukifanya makosa kaz, kazini hapa kutakuwa na meeting, utaitwa, uandikiwe barua, utoke mm -hmm. ni wakubwa zako, na ukiwa wewe ni kichwa ngumu, basi uh, hautakuja kazini kesho. Mbona uh, watu ambao waliua watoto last year, hata mkomenjana alitoa statement, hakuna mention hata moja ya yeah, the, uh, the killings that happened last year, aku mention aliongea mambo ya baby pendo na wengine akaongea mpaka uh, mauaji kutoka uh, kutoka 10 years ago ya polisi, lakini haku mention watoto ambao waliwawa last year hata moja. mm-hmm. hata sijui kwa nini eh, press mnampatia coverage kama, au, aongei ukweli. Kwa hivyo, is a question of command responsibility mm-hmm. nani ako na the greatest responsibility ya kuhakikisha kwamba haki inatendeka mm-hmm. na kama viongozi wetu hawafai kufanya hivyo kama eh, rais hawezi kutoa amri kwamba watu washikwe wa, wa unawezaje kwenda kotini mseme eh, mtu na alionekana kwa video akishoot Mkenya um, anasema si yeye na anaachwa anaenda nyumbani. No I, I, I, if the command responsibility na the leadership is not corrected in this country, bas hata wewe ukitoka nje unapigwa risasi na story inaisha. mm -hmm. Kwa hivyo lazima tuangalie kwamba ni nani yako na jukumu muhimu ya kuhakikisha kwamba uh, uchunguzi umefanywa na kama ni watu ambao wana, wana Uh, kama mama alisema e, mm. mm. kwenye, kwenye e. makala ya BBC mm. Mm. bado hako ofisini, bado anakula mshahara na tuna rais kwa hii mm. nchi haifai kuwa hivyo mm -hmm. Kunafaa kuwa na mtu ambaye anachukua responsibility, ndio unasumia uh, kuwa innocent until proven guilty, lakini hiyo system iwezi fanya kazi kama unaendelea kukula matunda ya kazi ambao ulifanya na ukaribu na ukaua watu. mm -hmm. Uh, Hussein, kwa nini katika taifa la Kenya na, na haswa bara Afrika unapata kwamba hizi nyadhifa, hizi ofisi watu wanazishikilia ni kana kwamba wakiondoka mambo hayatasonga? Hilo ni swali zuri sana Mashirima. Wajua, uh, shida ya sisi kama Kenya na tuseme, kama ulivyosema Waafrika wa Afrika kwa jumla ni tunasahau kwamba hizi nafasi tunazozishikilia tunazishikilia kwa muda tu. mm -hmm. Wengi wanazichukulia na kuzivaa kama ni, ka, ni nafasi zao kibinafsi. Mtu anaona ni kama ile nafasi aliyoko katika mamlaka amepewa na Mungu na atakaa hapo maisha na milele. mm -hmm. na hili ni jambo ambalo linasumbua sana viongozi hasa viongozi uh, ukiangalia wale walioko serikalini na wanasahau kwamba hii ni nafasi umepewa kwa muda tu kwamba unashikilia ile nafasi kwa niaba ya wananchi, lakini leo hii unachukulia hawa waliokupa hiyo nafasi wewe kushikilia ndio ambao unawaingilia kuwapiga na kuwaua. Haya ni mambo ambayo hayaingia kilini, kwa sababu leo huko katika hiyo nafasi, ukumbuke kesho wewe utakuwa huku chini, mtoto wako atakuwa barabarani akikimbia na akisema anataka haki anataka nchi bora, ukiwa wewe hauko kwenye hiyo nafasi, ama ikiwa wewe uko kwenye hiyo nafasi na hautengezi e, mazingira ambayo yatawezesha kila mtu kuweza ku, kupata haki zake kwa usawa, basi unajichimbia wewe mwenyewe kaburi lako. Kwa hivyo ni muhimu tuwakumbushe, kizungu tunasema power is transient, kwamba mamlaka hupita tu, yanapita na kuna wakati utatoka katika hizo nafasi. Kwa hivyo ni jukumu kwetu sisi mashirima e, tukiwa wananchi, tukiwa waandishi wa habari, watetezi wa haki, tuendelee kuwasukuma hawa viongozi, tusikubali kunyanyaswa e, kama wananchi wa Kenya. Tuko na katiba ambayo inazungumzia wazi kabisa. Leo hii kuna maandamano Kipengele cha 37 cha katiba ya Kenya kinazungumzia kwamba kila mtu yuko na haki ya kuandamana, lakini tayari ukiangalia wameanza kutupa tiagas, wanakataza watu kuelezea zile hasira zao, lakini hao hao afisa wa, wa, wa usalama ambao leo wanatupa tiagas, mambo yote yale kuwasumbua, wako na nguvu ya kuzuia hayo maandamano kwa kuwashika wale waliotenda maovu kwa Albert Ojwang, lakini hawafanyi hivyo wao wanakaa ofisini wakituma maaskari wa chini, nendeni mukasambaratisha muka, muka ile maandamano. Na hawa askari wa chini wao ndio kinamuhwana ndio wanapewa ma, ma, ma orders, wanapewa elfu mbili waende waue na wanakubali. Lakini wale ambao wanapigania na kutetea mambo haya yasifanyike wanaenda barabarani wanawatupia tia gasi. Kwa hivyo ni mambo ambayo ukiangalia kwa yakini ni mambo ambayo hayafai kufanyika, lakini la kushangaza ni kila kukicha tunaona bado yanatendeka. mm -hmm. Uh, Mama Caroline, unaamini idara ya polisi na zile taasisi ambazo zimepewa majukumu ya kukuhakikishia wewe na wazazi wengine waliopoteza watoto wao haki mm -hmm. kama IPOA mm -hmm. uh, DCI mm -hmm. DPP mm -hmm. Unaamini, unawaamini unaamini kwamba itafika wakati utapata haki? Kwa hiyo swali mimi siwezi amini haipoa labda LSK Africa na hamnest waingililie, lakini hii haipoa inapeleka vitu polepole. Enye tulifanya ilikuwa mwezi wanane, tuliandikisha. Hakuna akuna kitu wamefanya. Kesi ya dio iko, iko mahakamani peke ake. Wengine 61 waliuliwa kesi zao bado. Kwanini wanafanya folpole? na kuna hii kesi ya Owele ilichukua alos weeks watu wakashikwa kila kitu ikashikwa, lakini yetu iko almost one, one year. Lakini hakuna kitu imefanyika. Sijui ni nini inaendelea. mm -hmm. eh. Na unapoona kwamba uh, viongozi kama ulivyomtaja marehemu uh, mbunge wa Kasipul uh, Ongondo Were kwamba mm -hmm. kesi yake inaenda haraka na yako na ya wazazi wengine inaenda polepole Unachukuliaje swala hili sisi kama wazazi wa, wa, wa watoto tunachukulia hiyo vibaya sana, juu nikawa wana, wanaona watoto wetu walikuwa mangunia, sio? Walikuwa watoto, sio? Walikuwa na nini, sio? Kwa nini wanatuchukulia hivyo, the poor people, sio? Kwa nini wanatuona sisi ni watu poa, juu wakubwa wakubwa ndio kesi zao zinaenda haraka. Na wakumbuke hao ni watoto, walikuwa watoto, walikuwa tumewazaa tukapewa na Mungu lakini Tuna, tulikuwa tunaona justice ifanyike kwa watoto wetu, sasa it's almost one year. Hakuna kitu imefanyika. Sisi tutafanya nini? Mm -hmm. Isipokuwa LSK hamnest na Foko Africa waingililie. Mm -hmm. Juu hii yayopoa, mimi sioni hiyo kesi tu, mimi niko niliandikisha, niko na statement, niko na hobby. Mm -hmm. Kila kitu niko nayo, postmortem kila kitu niko nayo mpaka kile kitu Erika niko nayo lakini sijaiona, na wakipushi hizi kesi za watoto wetu hakuna mm-hmm, kesi imeenda kotini isipokuwa ya Kiraitu na Rex hizo mm-hmm. No. Ni kesi zingine ziko pedi. Kwa nini hawaharakishi kama hii ya Owele na ni MP eh? Valerie, wewe kama kijana kama kiongozi wa vijana unaamini polisi kwamba, hii leo ukiambiwa kuna kijana fulani ambaye ana tatizo fulani, unaamini kwamba yule kijana atapata haki? Uh, siamini kabisa kwamba yule kijana atapata haki. Kwanza kabisa unajua polisi anakula kiapo uh, ya kuserve Kenyans. Lakini wakifika pale wanasahau. Na lile swali ambalo ulikuwa umeuliza Hussein, uh, kwa nini wanafanya hizi zote, ni kwa sababu they enjoy protection wanaprotektiwa na wale wakuu wa idara na labda wao pia wana uhusiano labda na rais, na kwa hivyo wanafanya kile wanachotaka kufanya. Wanasahau kwamba wanafaa kuwa wana serve Kenyans bila mapendeleo mm -hmm. Sasa tangu last year hadi saa hizi hakuna justice imefanywa, lakini ile ya yule MP were yake ishatendeka mm -hmm. Hiyo ni mapendeleo, hiyo ni kuambia mtu, wewe ni mlalahoi, huwezi pewa haki yako, na kwa hivyo wenda tu nyumbani na ukuwa satisfied mm -hmm. na si vizuri. Naam. Uh, bila shaka mtazamaji, tunaendelea na mdahalo wetu wa haki ya mlalahoi, ambapo hi leo tunaangazia safari ya haki kwa wewe na mimi ikilinganishwa na wale ambao wanaketia viti vya uongozi katika taifa hili. Na hii leo tumekuuliza, je, ushawahi kutafuta haki kwa polisi au idara nyingine ya serikali? Ilikuwaje? Nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa Kaunti. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo tutakaporejea, tukiendelea na mdahalo wetu hii leo.